Goma inanza, dada anaitwa Vera, ileo amekamata keki anaenda kumpelekea baba, maanake leo ni siku ya baba kusaliwa. Basi mara ghafla, Vera anazama tu ile ndani kwa baba, basi anasikia kumbe baba, basi kumbe dingi ana mpango wa kumtoa huyu binti Vera kafala, na huyu binti akawa anasikia kumbe baba ye ana mpango wa kumtoa kafala huyu binti. Basi siku ambaye inafuata, binti akawa anapata hasira kinoma, binti Vera, basi akajikuta anakuja kuchoma vinyago vyote vya baba. Mara ghafla, baba yake na binti upande wa pili huku ana teseka kinoma. Na baba yake na Vera, basi akawa anakufa tu, baada ya binti kuchoma tunguli zote za baba. Embu tazama huu mchezo mzima. My nickname mimi naitwa Roboti na lil name you know my name, mimi naitwa Baraka na hii inaitwa robotingo wa TV. Basi usisahau ku like video, usisahau ku subscribe channel na usisahau ku turn on notification ili uwe wa kwanza kutazama rikapu mpya kila siku. Na lakini pia show some love kwa kushea kwa marafiki, na itakuwa ni unyama mingi sana na dondosha komenti yako, changia hii topic ya leo, dondosha ombea wako wapo chini kwenye comment niambie, eti ni kitu gani ambacho huwa unaogopa kununua dukani kama kuna watu wengi? Ni kitu gani ambacho huwa unaogopa kununua dukani kama kuna watu wengi mpaka usubiri watu waondoke kabisa, ndio una uwezo wa kununua hicho kitu? Ni kitu gani hicho bana? Mimi ni come on, no siwezi ongea hapa, lakini unajua kile kitu bana, siwezi kununua dukani kama kukiwa na watu wengi. Dondosha comment yako hapo chini, niambie ni, ni kitu gani ambacho hauwezi kabisa kununua dukani kama kuna watu wengi na komenti yako pamoja na ujumbe wako wa sauti vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap. Na turudi kwenye filamu basi, ngoma inaanza. Ni nyumbani kwa huyu mzee mmoja, jina lake anaitwa mzee Johnson. Huyu mzee Johnson basi, leo katembelewa na marafiki zake wawili. Basi hao marafiki zake wakawa wanamwambia kwamba mzee Johnson, kama huyu mzee anahitaji kuendelea kuwa tajiri huyu mzee, basi lazima atoe kafara kwenye chama. Basi mzee Johnson akawa anashangaa noma mamtoe kafara tena basi unaambiwa, mzee Johnson ile akawa na shangatu ile atoe kafara tena, na mbaya zaidi anakuja kuambiwa lazima mtoe binti yake kafara, binti yake ambaye sasa hivi ameshakuwa polisi. Basi unaambiwa Johnson ni akawa anawaza kinoma marafiki zake na Johnson waka anamwambia, ndio mzee, lazima umtoe kafara binti yako, na ndipo utaendelea kuwa tajiri, la sivyo, mzee Johnson, huwezi kuamini, utafilisika. Lazima umtoe binti yako Vera kafara, na ndipo utaendelea kuwepo kwenye ile kundi letu. Basi mzee Johnson ni akawa nagoma maanake anadai ya kwamba binti yake ndiye anaye Vera peke yake. Sasa ukunje kwenye mjengo, basi mlango ulikuwa unagongwa na mlinzi akawa anafungua geti hapa nje, na kuna huyu dada mmoja, yeye akawa anakuja kumletea surprise baba hapa ndani. Basi ni dada mmoja hivi pisi kali la kwenda tu, basi na ile pisi linakwenda kwa jina la Vera. Basi huyu dada yeye akawa amekamata hii surprise, amekamata keki anakuja kumletea baba, manake leo ni siku ya kuzaliwa kwa baba. Basi kweli bana, binti akawa anakuja hapa sebreni, lakini mara ghafla, binti hajafungua mlango basi, binti ile akawa anamsikiliza baba. Baba amekaa wa na washikaji wawili hivi hapa ndani, wana kikao. Basi baba akawa anaambiwa na washikaji wawili kwamba huyu baba Johnson lazima amtoe binti yake Vera kafala na binti Vera. Basi Vera alikuwa hapa mlangoni, anasikia baba anazungumza na washikaji zake kwamba baba lazima amtoe binti yake kafara. Basi unaambiwa binti Vera akawa anashangaa kinoma kwamba baba, baba ni moja kati ya wanachama wa kikundi cha uchawi, na baba anaambiwa ili aendelee kuwa tajiri, basi baba lazima anitoe kafala huyu binti yake Vera kasikia mchezo mzima unaambiwa. Basi na marafiki zake na mzee Johnson, wakawa wanamwambia Johnson lazima akubali kutoa kafara binti yake, na sivyo cha moto ataona. Basi wazee wakawa wanaondoka tu, basi na mzee Johnson ile akawa anawasa kinoma, maanake anaye binti yake Vera tu. Basi mzee Johnson ile akawa anawaza tu hapa mjengoni. Basi baadaye baba naye akawa anakuja kuingia kwenye gari, anaondoka na hao marafiki zake ile tayari kabisa kuelekea kwenye, kwenye vikao vyao. Basi na binti Vera yeye hapa ndani akawa na wasa kinoma huyu binti anajua mda wote ule anaweza kutolewa kafara. Basi baba huku yupo kwenye gari anaendelea kusepa akiwa na hao wanachama wenzie. Basi binti Vera, hapa mjengoni akawa anazama chumbani kwa baba, na anakuja kuona kumbe baba hapa ndani kajaza matunguli ya kichawi kama yote unaambiwa. Basi binti Vera akawa anakamata kamata moja kati ya tunguri la baba, ni bonge moja la kinyago fulani hivi. Basi binti Vera akawa nakamata iki kinyago. Basi ile mlinzi anamuona Vera, kwanza mlinzi akawa anaogopa tu hapa ndani, lakini huyu binti Vera basi ni bonge la dada alafu, dada anajiamini na amna kitu utamwambia. Basi akawa anakamata hiki kinyago, binti Vera anakivunja vunja kinoma. Vera basi anasema hiki kinyago ndio kinyago ambacho baba huwa anakitumia kufanya uchawi. Basi Vera yeye akawa anavunja vunja hiki kinyago, unaambiwa Vera hataki kabisa masiara, akawa anachoma hiki kinyago. Huku upande wa pili kwa baba, baba unaambiwa anateseka kinoma kinavyochomwa hiki kinyago. Oya baba akiwa kwenye gari, hiki kinyago kinavyochomwa na baba anapoteza maisha, alafu baba anateseka mateso ya dunia nzima. Basi Vera anavyomaliza kuchoma ikikinyago na baba akiwa huku kwenye gari, basi marafiki zake na baba Johnson wakawa wanashangaa tu, Johnson anapoteza maisha. Basi baada ya baba kupoteza maisha kwenye gari mara ghafla, mlinzi akiwa analinda hapa ndani anashangaa tu, mzee huyu hapa anakuja kuingia kwenye geti bila hata kufungua geti. Basi mlinzi akawa anashangaa kinoma kinomau, ha? mzimu au vipi? Alafu mara ghafla huyu mzee akawa haongei chochote, kila yani kama mzimu, mzee akawa anazama ndani tu, mlinzi anashangaa, anaogopa hadi sio poa. Basi huyu mzee Johnson akawa anasama hapa ndani kama msimu fulani hivi, na hapa ndani pana huyu binti Vera. Basi Vera akaa anashangaa tu, usi baba huyu, lakini mbona leo baba haongei? Kuna nini kinaendelea? Kumbuka binti yeye ameshachoma kinyago cha baba, kumbe akichoma kinyago cha baba baba anapoteza maisha na huu ni kama msimu wa baba. Basi binti akawa hajui, akaanashangaa tu, mbona baba haongei, afu anatoka ukunje. Basi binti akawa anamfuata baba huku nje. Mara ghafla, basi mlinzi mwenyewe anaogopa kinoma, unaambiwa anasema babako ameingia tu hapa kwenye geti bila kufungua geti na alafu babako pia ametoka tu hapa kwenye geti kama vile msimu bila hata kufungua geti. Basi mlinzi ile anamsimulia Vera, huku mlinzi akiwa anaogopa tu, na Vera mwenyewe anashangaa kinoma, kimemkuta nini baba? Kumbe Vera baada ya kuchoma kinyago cha baba, unaambiwa binti Vera akavunja masharti na tayari dingi yake na Vera habari yake kuishi na hiyo unaambiwa. Basi wakakaa muda kidogo hapa ndani, mara ghafla wakawa wanasikia hapa nje ya geti ni ving'ora tu, alafu pana bonge moja la msafara unaingia hapa ndani, hawase walikuwa ni marafiki zake na mzee Chifu Johnson na awazee basi, wanakuja kutoa ile jeneza kwenye gari na tayari kabisa wanakuja kuingiza jeneza hapa ndani. Basi binti Vera akawa anauliza nini kinaendelea na wanachama. Basi wakawa anamwambia binti Vera, baba yako tayari ameshapoteza ya maisha. Basi binti Vera ile akawa anashangaa tu, hata ile uelewi. Basi Vera akawa anasema hapana, babangu hawezi kuwa amekufa, manake babangu nimemwona muda si mrefu hapa ndani, alikuwa anatoka tu nje kwenye geti. Lakini hao wanachama, mara ghafla wakawa anafungua tu mfuniko wa ile jeneza, wanasema tazame babako huyu hapa, habari yake tayari kushnei. Basi binti Vera ile akawa anashangaa tu, alafu Vera anaumia kinoma, unaambiwa. Basi na hao wanachama wakaa anamwambia huyu binti Vera kwamba humwili wa baba lazima uhifadhiwe hapa ndani kwenye madhabahu kwa masharti ya ikichama. Humwili hautakiwi kabisa kuzikwa, humwili lazima uhifadhiwe hapa ndani unaambiwa. Da, basi ubinti Vera Vera unaambiwa akawa anaumia kidoma, bibia Vera hata hajui kwa nini baba kafa. Basi binti Vera yeye akawa haelewi kabisa. Basi baadaye hawa wanachama wakawa wanaondoka, hawa wanachama baadaye wakawa wanakuja huku kwenye chama chao cha kichawi. Basi wanachama wakawa wanasema hakuna kitu ambacho kinaweza kuasiri hapa chini ya ya jua hawa wanachama wanasema Wanataka wajue kwa nini huyu Mzee Johnson kafa. Basi wakawa wanaangalia hapa kwenye kioo cha kichawi. Kumbe huyu binti Vera amechoma tunguli za baba, na baada ya binti kuchoma vinyago vya baba, basi baba akawa anapoteza maisha kabisa. Basi wanachama wa ile chama la kichawi wakawa wanasema, huyu mzee tulimwambia amtoe kafara binti yake akawa anagoma. Sasa binti yake ndio akasababisha kifo kwa huyu mzee. Basi awachai wakawa wanasema, huyu binti Vera, kwa sababu amesababisha kifo cha baba yake, huyu binti lazima atalipa ambayo ikapoteza maisha basi huko ni upande wa pili kwa bibi Vera huyu binti Vera yeye ni afisa wa polisi basi binti Vera akaanakuja kwa huyu polisi mmoja akaanamwambia kwamba pana moja kwa mba, kati ya wanachama, wanachama wa kichawi huwezi kuamini wanachama wamemuua babangu basi binti Vera akaa anazungumza na huyu polisi mwenzie kwamba waende wakawakamata hao wanachama basi huyu polisi akaanasema hapana hatuwezi kwenda kuwakamata wakati ushahidi hatuna lakini binti Vera akaanasema nina uhakika wao ndio wamemuua maana yake wamemleta baba yangu akiwa kwenye jeneza pale nyumbani basi, binti Vera akawa anazungumza na huyu afisa wa polisi kwamba waende wakawakamate wale wanachama. Basi kweli bana, binti Vera akawa anafunga safari akiwa na huyu polisi, wanakuja kwenye ilichama la wachawi basi binti Vera iya akawa analipiga biti kinoma ili chama la wachawi kwamba ili chama la wachawi limemuua baba yake na Vera na Vera anahitaji kabisa kuwakamata hawa wanachama wote. Basi hao wanachama wakawa wanagoma kwamba wao hawahusiki wa basi hawa wanachama wakawa wakali kinoma kwa huyu binti Vera kwamba wao hawahusiki wa na mauaji. Basi huyu afisa wa polisi pamoja na Vera wenyewe wa wa wakawa wanataka kuwakamata wazee. Mara ghafla, basi mlango ukawa unagongwa hapa ndani, wakawa wanashangaa naye kuja kuingia hapa ndani kwenye kichama cha wachawi ni mkubwa wao wa polisi. Huwezi kuamini, kumbe huyu mkubwa wa polisi naye pia yuko kwenye kichama cha wachawi. Basi na huyu mkubwa wa polisi, huwezi kuamini, akawa anatetea hili chama la wachawi huyu mkubwa wa polisi. Basi akawa anamwambia binti Vera, Vera, tunakukamata we pamoja na huyu afisa wa polisi mwenzio, nyinyi mko chini ya ulinzi, mmetumia mamlaka yenu kuja kunyanyasa raia. basi Vera. Ra. Pamoja na huyu afisa wa polisi rafiki yake wakawa wanakamatwa na huyu mkuu wao kwamba wametumia mamlaka ya jeshi la polisi kunyanyasa raia. Kumbe huyu mkuu wa jeshi la polisi basi huwezi kuaminya nashirikiana na ile kundi la kichawi. Basi baadaye moja kati ya mwanachama yakawa anakuja kurejea hapa nyumbani, basi mwanachama akawa anamkuta binti yake analia kinoma, binti yake anasema hata ajisikii vizuri. Basi huyu mzee ye akawa anakumbuka alikuwa ameenda kwa moja kati ya mkuu wao kwenye chama la kichawi, na umzee alikuwa ameambiwa kama anahitaji kuendelea kuwa tajiri huyu binti yake litakuja kuwa tatizo baadaye, lazima mzee akubali kufanya mapenzi na huyu binti yake, na ndipo mzee ataendelea kuwa tajiri kinoma, la sivyo, basi huyu mzee hawezi kabisa kuendelea kuwa tajiri. Huyu mwanachama basi anakumbuka alipewa masharti na ule mganga kule kwamba lazima afanye mapenzi na huyu binti yake. Basi kuali bana, huyu mzee kwa sababu ya utajiri, mzee anakuja kujikuta anafanya tukio moja la hovyo kinoma, na watu wote hapa nje wanamtazama mzee anasaula nguo zake zote, na mzee anakuja kumpelekea moto mtoto wake hapa mchana saa saba kweupe kabisa, na kila mtu anaona yote, kisa utajiri. Na basi huko upande wa pili ni kwa huyu mwanachama mwingine huyu msee mwanachama. Na huyu huyu msee mwanachama hapa ndani ana huyu mtoto wake mmoja wa kiume. Huyu mtoto mnara umecheza, kwa sababu mzee kamtoa kama kafara hivi ili apate utajiri. Basi huyu mtoto wake, huwezi kuamini, akili zake asijakaa sawa kabisa. Basi huyu mtoto wake na yule mzee tajiri mwanachama akawa anamngang'aniza kinoma huyu mdada wa kazi. Huyu mtoto anasema nataka mchezo, nataka unyama kibao. Huyu mtoto anasema mi nataka utelezi, basi udada wa kazi akawa anagoma mara ghafla. Basi baadaye baba mwanachama akawa anarudi na basi, mtoto ile akawa analalamika kwa baba, mtoto akawa anamwonyesha ishara baba kwamba huyu msichana wa kasi kuna mchezo nilikuwa anataka kwake kaninyima. Huyu mtoto kama zezeta hivi akawa analalamika kinoma kwa baba kwamba huyu dada wa kasi kuna kitu kaninyima. Basi baba akawa anamwita huyu mdada wa kasi, anauliza kamnyima nini mtoto wake. Basi huyu dada wa kasi akawa analalamika kwamba huyu mtoto wako nimemnyima, nimemkataa manake mtoto wako alikuwa ananilazimisha kinoma, anataka kufanya ngono na mimi na mimi mimi kawa na mkataa. Kumbe baba ye masharti yake ya kuwa tajiri lazima huyu mtoto wake anafanya michezo ya ovyo na ndio baba anakuwa tajiri kinoma. Basi baba akana mwambia huyu mdada wa kazi kwamba nitakupa naira milioni mbili, embu mpe kile ambacho mtoto wangu anataka. Sawa mdada wa kazi, nitakupa naira milioni mbili, mpe kile ambacho mtoto wangu anataka. Basi huyu mdada wa kazi ye mwenyewe ana shida na pesa, uwezi kuamini udada wa kazi kweli, akawa anakubali anazama ndani na huyu mtoto wa tajiri. Basi na huyu mtoto wa tajiri ni kama vile chenga hivi, yani huyu mtoto wa tajiri kineza asijakaa sawa na baba anafurahia kidoma kaona hivi kwa sababu ndio sababu ya baba kuendelea kuwa tajiri. Basi si siku sikaendelea kusonga mbele. Basi hao wanachama wote wa kichawi siku ambayo inafuata wakawa wanakutana wanafanya mkutano mmoja wa kichawi. Basi wakawa wanajadiliana kwamba yule binti Vera ambaye alifiwa na baba yake, yule binti Vera alikamatwa na jeshi la polisi kwamba binti ambaye alikuwa anatumia mamlaka kuja kunyanyasa ikichama. Basi mkuu wa ikichama anasema huyu binti aachiwe, maanake ikichama kinahitaji kumtoa yule binti Vera kafara. Basi kweli hapa kituo cha polisi, huyu binti Vera akawa anaachiwa, lakini huyu binti anakuja kuachiwa kwa masharti maalum unaambiwa. Vera anaambiwa asije akalopoka chochote kile ambacho amekiona na Vera, basi hakuna kutoa siri yoyote ile kuhusiana na mwili wa baba ambao umewekwa pale ndani, na ule mwili wa baba hautakiwi kabisa kuzikwa. Basi binti Vera anaambiwa saini hapa kama anahitaji kuendelea kwa hai, na binti Vera hatakiwi kabisa kuzungumza hizi siri. Basi bibi ya Vera akawa anagoma kabisa kwamba hawezi kukubali kusaini huo mkataba wa kijinga. Vera anasema lazima akamzike babake. Basi yule rafiki yake polisi akawa na mshauri kinoma binti Vera kwamba Vera, embu kubali kusaini huu mkataba na ukubali kukaa kimya maisha yako yote, bibie Vera. Lakini Vera akawa anagoma kabisa kwamba yeye lazima akamzike babake, hawezi kukubaliana na masharti ya kijinga namna hii eti binti ashindwa kwenda kumzika babake na binti afuate masharti ya kile chama cha kichawi. Basi binti Vera yeye akawa anagoma kabisa kwamba hawezi kufuata huujinga na bibi Vera, lazima aangamize lile kundi lote la kichawi. Basi kweli bana, masaa yakaendelea kusonga mbele mara ghafla, binti Vera ili akiwa anataka kuingia kwenye gari yake, kuna huyu binti mmoja hivi kama mzimu tu anatokea. Huyu binti anakuja kumwambia Vera kwamba Vera, mi najua we unaitwa Vera Johnson, Vera najua unahitaji kwenda kushindana na ili kundi la kichawi ili umzike babako. Vera, wacha nikwambie, achana na ili swala mara moja, manake hautaweza kulishinda lile kundi la kichawi. Lakini huyu binti Vera anasema mimi hata siogopi, unaambiwa na lile kundi la kichawi, mi nitaliangamiza lote basi aka kabinti kakaka anamwambia Vera, unavuka mstari Vera. Kinachotofautisha kati ya mtu kuwa mzima na kuwa mwenda wazimu ni kamstari kamoja kadogo tu. Sasa umeshavuka, umeshavuka ako kamstari, umeshavuka mipaka Vera, utaona. Basi kweli huyu binti Vera yaka anafunga safari, anakuja hapa nyumbani, anakamata umwili wa baba, anakuja kuupakia kwenye gari ile tayari kabisa kuja kuleta hapa mochwari ili mwili uhifadhiwe hapa mochwari, na siku ambazo zinafuata hivi karibuni binti Vera aende kuuzika umwili wa baba. Basi kweli bana, binti akaa anafunga safari mpaka hapa mochwali na umwili wa baba. Mara ghafla, basi binti akiwa anazungumza na huyu kijana wa mochwali, mwili wa baba ukawa unanyanyuka kutokea kwenye jeneza, ukawa unamwambia huyu kijana wa mochwali, usikubali kunihifadhi mimi hapa mochwali. We kijana, kama hutakubali kunihifadhi mimi hapa mochwali, basi kijana, unajitafutia matatizo. Usikubali kunihifadhi mimi hapa mochwali. Basi da, huyu binti Vera akawa anashangaa tu, na huyu kijana wa mochwali akawa anagoma kabisa kwamba umwili, mimi siwezi kuuweka hapa, maanake unanitafutia matatizo bure. Basi kweli bana Dada Vera yakawa anaondoka tu na umwili anaopakia, kwenye gari anaondoka nao, manake kijana wa mocho walikagoma kabisa kubeba umwili, anasema anaogopa kuingia kwenye matatizo. Basi bibi Vera yakawa anaondoka na umwili ile tayari kabisa kwenda kuupeleka kwa mganga wa kienyeji, wajua wanamaliza vipi ili tatizo. Lakini wakiwa njiani, basi dereva teksi mwenye akawa anagoma kwamba mimi siwezi kukupeleka huko, manake mi mwenyewe naona kabisa najiingiza kwenye matatizo. Basi bibi Vera akaana shirikiana na huyo afisa wa polisi ile tayari kabisa, wanakuja kuleta umwili kwa mganga wa kienyeji, ili mganga wa kienyeji basi ahakikisha kwamba anashughulikia ile tatizo, binti akamzike babake. Basi kweli bana, mganga wa kienyeji kipindi anashughulikia ile tatizo, basi mganga wa kienyeji alipigwa moto, unaambiwa. Mganga wa kienyeji alipigwa vitu, unaambiwa. Mganga wa kienyeji basi akawa anagoma kabisa kwamba yeye mwenyewe hauwezi kabisa kushughulikia ile tatizo. Basi binti Vera akawa anakuja kurejea na umwili hapa nyumbani, kila mmoja ambaye anamwomba msaidie kuingiza mwili hapa ndani, kuanzia mlinzi hapa ndani basi na kila mmoja akawa anagoma kabisa hapa ndani, ataki kumsaidia huyu Bibi Evera. Basi Bibi Evera ye akawa anawaza kinoma, atafanyaje ili amzike babake. Basi Bibi Evera akawa anafunga safari anaenda nje kabisa ya mji kwa moja kati ya mganga wa kienyeji. Basi Bibi Evera ye akawa anazungumza na huyu mganga kwamba anahitaji kwenda kumzika babangu, lakini pana moja kati ya kundi la kichawi ambalo lilikuwa pamoja na baba. Basi ili kundi la kichawi lenyewe linanesuia ya kabisa yani, halitaki mimi nimzike baba basi mganga Vera, kama unahitaji kumzika baba yako lazima kwanza uangamize ile kundi la kichawi . Basi binti Vera akawa anauliza, nitaweza vipi kuangamiza ile kundi la kichawi na mganga. Basi akaanamwambia Vera, Vera wanachama wote kwenye ile kundi la kichawi waga wanatoa sadaka zao, basi na hizi sadaka zao zina masharti yake, hizi kafara zao, basi huwa hazitakiwi kabisa kulia na machozi yakagusa mchanga. Kama sadaka zao ambazo wametoa zikalia tu na kugusa mchanga, basi kichama cha kichawi kitakuwa kimevunja masharti na ikichama cha kichawi basi kitakuwa kimeshavunjika, kwa hiyo cha kufanya nenda kwa wale wanachama wa kichawi halafu kamata zile sadaka zao, wale watu ambao wametolewa kafara kafara, halafu wale watu waliotolewa, wapige fimbo, wapeleke viganja viganja viganja, piga fimbo, mpaka uhakikishe zile kafara zinatoa machozi na machozi yanagusa arzi na machozi akishagusa arzi tu, basi ili kundi la kichawi litakuwa limevunja masharti na ili kundi litateketea. Basi kweli bana, huyu binti Vera akawa anatoka kwa huyu mganga anaenda kufanya hivyo. basi binti Vera akawa anakuja kwenye moja kati ya nyumba ya mwanachama chama mmoja wa kichawi huyu mwanachama yeka mtoga huyu binti yake kafara, ambaye alifanya naye mapenzi siku zile. Basi kweli bibi Vera akawa anamkamata huyu binti, na bibi Vera baada ya kumkamata huyu binti akawa anakuja anamleta kwenye moja kati ya msitu, anasema, yani wewe nitakutandika leo, ngoja kwanza, baba yako ni mchawi na amekutoa kafara. Sasa kuna kitu ambacho mimi nakihitaji kwako ni machozi tu, ili mimi kukamilisha kile ambacho nataka. Basi binti Vera akawa anaanza kumtandika fimbo huyu binti ambaye alikuwa ametolewa kafara, huyu binti aliye machozi ya guse ardhi unaambiwa basi. Na huku upande wa pili kwa mzee, akawa anashangaa binti yake ambaye kamtoa kafara hayupo. Basi mzee mchawi ye akawa anahangaika akinoma kumtafuta binti yake unaambiwa basi. Huku upande wa pili ni kwa ule kijana mmoja hapa ndani, kama vile zombi, akili zake hazijakaa sawa. Huyu kijana na yeye pia akatolewa kafara. Basi huku upande wa pili bibi Vera akawa anakuja kwa mama mmoja kijijini, anamteka huyu mama, anamwambia huyu mama, mimi najua binti yako anafanya kazi kwa moja kati ya mzee mmoja mchawi. Sasa mimi namhitaji mtoto wa huyu mzee mchawi manake na shida naye, na binti yako anafanya kazi kwenye nyumba ya huyu mzee mchawi sasa. Mpigia simu binti yako, mwambie amlete mtoto, mlete mtoto wa huyu mzee mchawi hapo ndani. Basi mama ile akana jinga tangata tu, na Vera akaa na kamata simu, anaongea na huyu binti kwamba hakikisha unamleta mtoto wa bosi wako, na kupa adresi leta isemu ambako nakwambia, umlete huyu mtoto, nafanya hivyo haraka iwezekanavyo, la sivyo nitamuua mama yako. Basi hapo ndani, basi basi, kweli bana, huyu huyu binti binti mfanya kazi hapa ndani, basi akawa anapanga mlinzi na huyu binti mwiba huyu mtoto wa bosi ile tayari kabisa kwenda kumpeleka kwa bibi Vera. Basi kweli bana, udada wa kazi akaa namkamata huyu mtoto wa bosi ile tayari kabisa kumpeleka kwa bibi Vera. Basi na binti Vera baada ya kumpata huyu kijana akawa namkabisi huyu mama yake kwa huyu binti kwamba binti, wembebe mama yako, mimi nimeshapata tayari hizi kafara ambazo lazima zipigwe na zilie machozi ya guse arsi, ndiyo nitafanikisha kuharibu kile kikundi cha kichawi. Basi na iki kikundi cha kichawi huku kikaa kinagundua kwamba tayari kafara zao zimeshabebwa na binti aliyofanya hivi ni binti Vera. Basi binti anazipiga kinoma hizo kafara, binti anazibonda kinoma hizo kafara, mpaka hizo kafara zitoe machozi na machozi ya guse arsi, na basi kile kikundi cha kichawi kitakuwa habari yake ndiyo kuishi. Na hii basi kikundi cha kichawi hapa ndani, hizo kafara zinavyopigwa, kikundi cha kichawi unaambiwa kinateseka kinoma. Oya, ilikuwa sio poa. Na binti Vera anapiga kinoma hizo kafara mpaka zitoe machozi zilie, na machozi ya guse arsi. Basi binti Vera kawa anaendelea kumpiga kinoma hizo kafara mpaka hizi kafara zitaisoma namba. Oya, vera unaambiwa kachalukwa kinoma. Anachotaka Vera ni kuharibu kabisa iki kikundi cha kichawi, ili binti vera amsike baba yake. Basi binti Vera akawa anatembeza fimbo kinoma kwa huyu kafara, anasema kafara lia kafara lia, mpaka utoe machozi ili mi nikamilishe jambo langu. Basi huko kwa ikafara ya kiume, ili kundi la kichawi ile tayari kabisa inakuja kuikamata ikafara ya kiume ile tayari kabisa kwenda kuirudisha kwenye lile kundi la kichawi. Na mara ghafla, basi ile kundi la kichawi likali linapiga simu wa vijana kwamba kafara nyingine imeshakamatwa na binti Vera na inapigwa kinoma ili itoe machozi, ivunje masharti. Basi vijana wakawa wanapewa oda kwamba waende wakamkamata bibi Vera na Vera asije akakamilisha majukumu yake. Mara ghafla, vijana baada ya kupewa ioda, waende kumkamata bibi Vera. Basi maandishi akawa yanapita, na hatua yake nzuri ya kwanza inaishia hapa. Mi najua una hamu ya kuitazama hatua yake nzuri ya pili, cha kufanya subscribe. Basi hatua yake nzuri ya pili itakuja hivi karibuni tu, manake huu mzigo ni mtamu kinoma. Unaambiwa na dondosha komenti yako, nambie pia umeonaje huu mzigo wa filamu, ni filamu unyama mingi ama filamu sio unyama mingi pia dondosa komenti yako, changia hii topic ya leo. Niambie hapo chini kwenye comment, dondosha mbea wako hapo chini kwenye comment, niambie eti ni, eti ni kitu gani ambacho huwa unaogopa kununua dukani kama kuna watu wengi? Ni kitu gani ambacho huwa unaogopa kununua dukani kama kuna watu wengi mpaka usubiri watu waondoke kabisa, ndio una uwezo wa kununua hicho kitu? Ni kitu gani hicho bana? Mimi ni Come on, no, siwezi ongea hapa lakini unajua kile kitu bana, siwezi kununua dukani kama kukiwa na watu wengi. Dondosa komenti yako hapo chini, niambie ni, ambie, ni kitu gani ambacho ha hauwezi kabisa kununua dukani kama kuna watu wengi. Na komenti yako pamoja na ujumbe wako wa sauti, vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap. My nickname mimi naitwa roboti na lil name. you know my name, man. mimi naitwa Baraka na hii inaitwa Robotingwa TV. Basi usisahau kulike video, usisahau kusubscribe chaneli na usisahau kutauni oni notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku, lakini pia show some love kwa kushare kwa marafiki na itakuwa ni unyama mingi sana, na tukutane siku ya kesho kwenye next recap na bye bye guys, I'm out here.